a very fine gentleman. Huyo kijana ni kijana ambaye mimi namkuza kwa siasa. Najua, eh, eh, watu, uh, nafikiri mtu fulani hapa amesema, nafikiri ilikuwa Kogi alimesema ya kwamba eh, nyo, Ndindi Nyoro alikuwa, alikuwa chairman na sasa siyo chairman. Unajua, muda wa chairman wote wa makamati bunge ilifika, old chairman ilifika muda waka, waka, waka, muda wao ikaisha, ikawa tufanya tena eh, election mambo ya chairman, vice chairman kule bunge haiamuliwi na rais, inaamuliwa na wabunge kwa kupiga kura. Every, every person offers themselves for to be elected chairman or not to be elected chairman. sasa sijui si, si, wewe kama unajua kama if Ndindi Nyoro offered himself to be re-elected as the chairman of the committee. I don't know whether he did. But and I don't know, uh, what, what the, uh, how the MPs decided. kwa sababu wacha tu nimalizie. ile kitu mimi ninajua mm -hmm. ni kwamba wakati tume panua serikali na tukasema tuwe na broad based. ikawa ni kwamba nafasi zingine za wenyekiti zitaenda upande wa eh, upande ule mwingine na watu wa Mlima Kenya walikuwa na chairman kumi na mbili out of 25. Watu wa Rift Valley walikuwa na chairman tisa out of that 25. Sasa ikawa ni kwamba watu wa Rift Valley waondoke viti tatu, watu wa mlima waondoke viti tatu, ndio wale wengine wapate nafasi. Sasa vile walipanga kule bunge, utawauliza wale wanasimamia bunge. Haikuwa sababu alikataa kuwa pat ya wale watu ambao walimngatua aliyekuwa naibu wako wakati ule Rigathi Gachagua, na alafu jambo nataka ni... sitaki, kuna mambo sitaki kusema hapa yeah. nimesha kuambia <laughs> Huyo kijana uh, mheshimiwa huyo <laughs> kijana Ndindi Nyoro ni kiongozi, ni kati ya hawa vijana ambao nawalea na, na ni kazi yangu kulea hawa viongozi. Saa zingine kidogo wanaregea, hapa mimi nawafundisha namna hii namna hii <laughs> eh, <laughs> hawa kina Kimani <laughs> Ichung'wa <tukidogo> kina hawa vijana wengine wadogo wadogo hapa na wapangapanga <tukitulik>

Mimi nataka niwaeleze Wakenya mfumo wa Taifa Care ni mfumo wa maana sana, inasawazisha Wakenya wote. Pale nyuma NHIF, ilikuwa ni ya watu wenye uwezo na wenye kazi. Sio watu wenye uwezo na wenye kazi peke yao ndio wanakuwa wagonjwa, wakenya wote wanakuwa wagonjwa, na ndio nikasema hii mpango mpya, hata mama mboga na mtu wa boda boda na mwenye hana kazi watajumuishwa ndani yake, watakuwa na bima ya afya, na tumesema kinaga ubaga ya kwamba kila mtu kwa sababu ni bima atalipa kulingana na uwezo wake. Yule mwenye uwezo wa kulipa elfu moja atalipa elfu moja. Yule mwenye ako na uwezo wa kulipa mia tatu atalipa mia tatu. Yule mwenye ako na uwezo wa kulipa mia moja atalipa mia moja, lakini yule kabisa hana uwezo tutamlipia kama serikali. Ile kitu mimi nataka niwaulize wa Kenya, kila mmoja wetu ajisajili. Ukijisajili ama ukijiandikisha sasa itafanyiwa e, utafiti, wewe unatoshana na kulipa pesa ngapi, na kama imesemekana Martin anatoshana na kulipa mia tano, kwa sababu ako na mshahara mnono, atalipa mia tano. Yule mama mboga ambaye alikuwa analipa mia tano, akifanyiwa hesabu ajulikana anaweza kulipa mia mbili ama mia moja, atalipa mia moja yule mwananchi wa kawaida mwenye hana kazi, pengine hata si biashara yoyote, uh, ikisemekana analipa shilingi eh, hamsini ama shilingi eh, chini ya hiyo, ama ionekane ya kwamba hana uwezo kabisa, tutamlipia kama serikali. What we are saying is that there is no citizen in Kenya who should be left behind whether they have a job or they don't, whether they have ability or they don't. For the first time in the history of the republic of Kenya, people who have never gone to hospital and they have uh, they have never been paid for by government today, they are being paid for. Asante sana mheshimiwa wa Rais tume shukran kwa muda wako. <laughs> Asante sana, ningependa kukupa fursa ya mwisho sasa kuongea na watu wa Mlima, hasa wale ambao wanakungoja kesho. Yes, ambao wako na uoga kwa sababu ya vile ambavyo waliona mikutano yako ilikuwa inamalizika mjini Nairobi ambapo magenge yalikuwa yanakuja kuvamia biashara za watu. Unawaahidi, una nini na mikutano yako wakati unaianzia hapa katika eneo la mlima, eneo la biashara tukimalizia kwanza? Eh, nataka ujue ya kwamba pale Nairobi eh, tulifanya mikutano mingi sana Nairobi, na watu wa Nairobi walichangamkia mikutano hayo kulikuwa na visa vya wizi you know, hapa na pale, kwa sababu Nairobi, unajua vile mambo yalivyo Nairobi, na sitarajii kwamba yale mambo ya wizi ya hapa na pale itatokea katika msafara um, huu, kwa sababu tunawaelewa watu wa huku mashinani, watu wa mlimani, watu wa amani ni watu ambao wana, wanaelewa mambo ya maendeleo. Hatuja kuja hapa kufanya siasa tumekuja hapa kupangana na wananchi wa hapa mambo ya miradi yao, mambo ya maendeleo yao, tuweze kujua vile tutasonga mbele. Mimi nataka niwaeleze ndugu zangu watu wa Mlima Kenya, e, kwanza nawashukuru sana kwa sababu ya kuniamini kunipatia kura zenu, na mimi nataka niwahakikishie ile kazi mlinipatia ya kusomesha watoto wetu na kuhakikisha kwamba kuna waalimu, kuna taratibu ya sawa sawa ya masomo hiyo kazi nitatekeleza. Mambo ya kilimo kuhakikisha ya kwamba mambo ya chai, mambo ya kahawa, mambo ya, e, mambo ya maziwa na ile kilimo yote tutaishughulikia vizuri, na niko na taarifa nzuri ya vile haya mambo yamesonga mbele. Mambo ya barabara zenu kama ni maumau mau, barabara zile zingine zote mtajionea wenyewe, kwa sababu sasa tuko na, e, tumedhibiti uchumi wa Kenya na sasa tuko na pesa ya kukamilisha hiyo miradi. Mambo ya housing inaendelea, mimi nitakuwa Nyeri town hapa, kwa sababu tulianzisha phase 1 tunaendesha phase 2. Mambo ya stadium iko inaendelea, mimi nitakuwa kule Nyandarwa. Mambo ya le, eh, hospitali yao, nitakuwa sehemu tofauti tofauti, nitakuwa Embu, nitakuwa ehm, eh, Meru itakuwa Maua kwa sababu tunajenga pale soko kubwa ya karibu shilingi milioni mia tatu, na mambo yale mengine. Mimi natazamia sana kufika katika sehemu mbalimbali mbali ya Central Kenya hii Mlima Kenya kwa shughuli ya mambo